Una shughuli yako arusi, kitchen party, send off, baby shower, au shughuli yoyote ile unayotarajia hata ile usiyotarajia, tumia <laughs> huduma ya mchango na upate ripoti ya ahadi na michango yako. Utaweza kutuma kadi za mialiko za kidijitali na SMS za kukumbusha michango utaarifa zengine utapokea michango kutoka Mixx, mitandao mingine na benki yoyote. Pia utaweza kufanya malipo kwa watoa huduma wako moja kwa moja kutoka akaunti yako ya mchango. Tumia Mixx Mchango.